Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na upepo katika maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi unaonekana kuvuma ukitokea kusini mashariki, hali inayopelekea kuleta unyevu wa kutosha katika maeneo mengi ya nchi. Viashiria vya mvua vinaonekana kutawanyika katika maeneo mengi ya nchi, hali ambayo pia inatarajiwa kuendelea kuimarika kadri ya siku zinavyokwenda. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma pamoja na Katavi, kwa na Katavi kuwatojua kuna hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, pamoja, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kuwotojua kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku sehemu zilizosalia zikihitajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, mwambao pwani yetu bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutojua kuna hali ya mwengu kiasi pamoja na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kutarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, huku mkoa wa Singida, Dodoma pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki kutarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tumalizia utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa, jiji la Dar es Salaam na hali ya mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe kumi pamoja na kumi na moja. Dodoma unatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Huku mkoa wa Kilimanjaro ukitarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya halikadhalika unatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro unatojokwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe kumi na kumi na moja huku tarehe tisa na kumi na mbili ikitojokwa na hali ya mvua. Mkoa wa Arusha unatojokwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada asante, na nikutakie usiku mwema.